Mambo vipi, Johncena Silver. Ila leo ni diti na wala nipo na koro kando yetu, na pia chini tupo naye Rema Nawala, na wala nimemleta katika sehemu hii na aliyemleta aswa alielekeza na koro koro, upo? nipo daktari, shike hili, unapozungumza hmm. litie mdomoni oh, cool. pia unalitia kwake kwa hilo yeah. kwa watazamaji, leo ndio siku ambayo nataka kumweka sawa rema na wala. Kabla hili najua mnauliza yuko wapi, Johncena Silver anayependa kusema kawaida yetu ni kama kawaida. Kawaida au sio? Au sio, watazamaji, ameenda kwa ajili ya shughuli nilizomtuma na kando na shughuli niliyomtuma, mwafahamu kwamba Johnny anauania kuwa MCA katika wadi fulani laitwa Agenga nangu bawodi ipo ipobusia funyula mtaa huo. Ameenda kwa ajili ya kuona wananchi wake na wala licha ya kuwa hayupo, kilichofanya nimweke Rehema katika hali hii ilikuwa ni aweze kuregesha mali ya Petero. Hmm, sinivyokolo kabisa, daktari na wala kwakuwa kilichofanya nimweke katika hali hii Hmm. Tumesha kipata nataka kumweka sawa, na ndio sababu hmm. nilikuita, na kwa utu ule, Mungu azidi kukujalia kabisa. Okay, nikupe hakikisho utaenda mbali, maana nilikueleza hmm. kwamba kwa umlete na hukuweka chuki, ukamleta. Okay, Rema, papo ulipo ebe ndivyo ulivyotaka liweze kufikia, kwa kuwa nilikupa nafasi nzuri tu uweze kujieleza, ila ulikataa, na wala kolo hmm. utaliweka mdomoni maana umeanza kunyesha kabisa hmm. osamanre wala Rehema nakuamsha tu, wala nimekuja kwa ajili ya kukusaidia. Hivi umeamini kwamba mvya wenyewe avilivi, kiburi imeisha? Daktari, kiburi yake lazima ikuwe imeisha. Hivi hivi unakataa kuamini. Kilichotuleta Kolo hmm. ni kumweka sawa hmm. tumpe nafasi ya pili, maana hmm. katika dunia mtu anaweza kukosa hmm. na ndio sababu namregesha sawa. Baada ya hili kuna hmm. kazi nyingine, tunaelekea moja kwa moja hmm. mpaka sehemu nitakayokuelekeza hmm. unakumbuka Petero Licha ya kuwa anapata usaidizi, walileta shida hey, nakumbuka. Eti anajaribu kunipiga mie, kampa adabu, bado analala hmm. Nataka naye nimregeshe sawa Talisa, wala naanza na huyu chizi hmm. Wala usishangae kuhusu hili. Nimetoka kazini kolo una vita vikali yeah. Vita vikali mm. Unastahili kuwa makini, nitakachokueleza kueleza, hakikisha mm. unakifuata mwanzo mwisho, ni sawa hilo kabisa. Wacha tumweke sawa, ajieleze tu mm. Nyanyuka, najua una uwezo huo mm rkutamantelele nyanyuka, umu, nataka upate usaidizi, ila ukisita ntakuwacha tu. Msaidie, msaidie tu, mimi nampa mtu jambo ili angalau kumsaidia, na akileta vya ovyo ntamuwacha hivyo, wala dereta usije ukaangalia nacho kichomoa. Nampa dawa tu ili litakusaidia, wala analeta ujeuri. Eti hivi unadhani unaweza kunitisha mie? Hilo aliwezi kunitisha hilo, nataka nikusaidie tu kolo hmm, usiogope, hakuna lolote humo wala, tulia pale pale, nakusaidia tu, kunywa hili ili litakusaidia, na endapo utakataa kunywa, utasalia kuwa chizi tu. Nataka nimpe usaidizi tu, ila akileta vya ovyo, tutaondoka. kolo hmm, nifuate lia papo hapo, kunywa hili litakusaidia, hili asiwezi wala kukupa vya ovyo. Kunywa hili, najua ulitaki, ila ndio dawa pekee. Litakumwagikia tu, kunywa hili, kunywa lote. Sipolikunywa wala, utasalia vivyo hivyo. Nakusaidia tu najua umeshaanza kuliona likunywa hili hivi unaliona kuwa kali takuwa sawa tu nipe hili kuwa hili piga hili lote ulikamilishe likunywe ukilimwaga utasalia vivyo hivyo kunywa lote hili lote nakueleza ulikunywa lote Kolo mm. wala namregesha, sawa mm. na nimpe nafasi mm. ya kutenda wema. Endapo atakataa, kitakachomkuta atajilaumu mwenyewe. Kama sahi ni kama ame, ame, ame jua, amesha jua, daktari si mtu hivihivi, ameshapata funzo mm. Unaona, anajiangalia ajui nini kilichotokea. kunywa lote hilo, ukilibakisha ni kwa juu zako. Kolo, tulikuja na viti hmm. nataka uvichukue viti hivyo hmm. uvilete Ah. Um. Hmm. nataka tuketi tuzungumze mawili hmm, kisha tuondoke. Kumbuka, baada ya hili tunaenda kumtafuta Petero, yeah. Nipeli hivi. umefahamu nini maana ya diti? bado hujalifahamu? Hapana. kwa nini umevalia hivi? siku ngapi? wiki tatu ukiwa vivi hivi, au uongo? hmm. kwa hilo unamuuliza nani? Ulijiona jeuri maji hapo hapa, ayaoge kunywa hili ulikamilishe, ile nilakukusaidia mwenyewe. Najua sasa hivi akili yako imerejea sawa, endelea kujipaka tu maji. Au unashindwa kuelewa nini kilitokea lema wala uchizi utaisha tu hivyo. Ulitaka kutupiga na hili sio, kwa kuwa unatuona sisi kama watu wanaopenda vurugu au ulijua hili? Daktari nimeshaleta, umezileta viti umeviweka vitatu kabisa. Rehema, twende pale, nataka tuzungumze mawili matatu. Yo, uketi hapa Kolo. Mm. Tupo hapa na natumai umeona yote, mm, yanayoendelea hapa ni kwa ajili ya kumsaidia Petero, na Petero mwenyewe alifanya vya ufala mm na ndio sababu nimemweka Rehema sawa, maana anayesaidiwa alileta vya ufala, ila namweka Rehema sawa, Daktari hmm. Daktari, Daktari mi, mi, kama mimi ningependa tu angebaki tu hivyo huu hmm. Um, um, Rehema alikuwa na kiburi mpaka nikifikiria vitu nimepitia kwa mkono yake hmm. Hmm. Mi, mi ningetaka tu Daktari angebaki tu hivyo, lakini juu sasa ni ile utu, ile utu tuko nayo tu kidogo mm. Tusaidie pita pia, wacha, wacha tu mrudishe vizuri, but mi sijafurahia, ningependa tu aendelee kukaa hivyo mm. Wala umetoka kuwa chizi sasa hivi umeshaanza vya ubishi mm. Kwa kuwa unaamini mganga wenu atawasaidia, amesahau hata kwa siku mbili tu Ule mganga wenu utakionea mwenyewe, utashuhudia. Nitamaliza pamoja na huyo Kendi wako. Najua kwamba unamtegemea Kendi, ila pia Kendi anamtegemea mtu mwingine. Kwa hilo, hakuna kati yenu aliye na uwezo wowote. Rema, wacha mambo ya kishirikina. Regesha vya wenyewe uwe salama. Hakuna tunaregesha. Kwa taarifa yako, shamba hilo lililoficha tunalijua na sasa hivi tumeshalichukua. Shamba ni yangu, bado niko na hizo vitu sahihi. Tumeshalichukua. Bado uko na kiburi na tunasaidiwa. Nani? Nani? Wewe unaongea, unaongea, unaongea na na na nani? Nani? Nini wewe? Utanijua nikitoka hapa, utajua mimi ni nani. Wala kolo <coughs> anachokipanga <coughs> mimi <Meme> nakijua <coughs> unaponiona ninatopetope sehemu ambayo nimetoka, nimetoka kazini. Sehemu hii ndiko anakopanga kukupeleka. Hey, mimi ndio anapanga kukupeleka huku na wala koro hakikisha, hmm. unafuata kila nacho kueleza, usidhubutu kwenda kinyume, maana endapo utakosa nitakukujia katika matope haya kabisa. Yule mganga wao hmm. kazi yake ni kuwaua watu na kuwazima, anasaidia watu na wala nitahakikisha kwamba namwaibisha na upumbavu wake. Mm, nimetoka kule na nikasema, wacha nije nimweke Rehema sawa. Baada ya Rehema nimweke Petero sawa, mm. Kisha tuendelee na kumsaidia Petero mm, ila anayeleta ujeuri atakula ujeuri wake Rehema wala mm. Sitaki nitumia nguvu zaidi, nakupa nafasi uregeshe, maana kila uchizi unapoupata kuna kimoja au kiwili ambacho tunakichukua. Tumeshalichukua shamba, kuna lile ploti ambalo unajenga nyumba za kuishi. Kwa taarifa yako, hauna ruhusa ya kufika pale tena Bona unaweza ukajaribu kwenda, kisha utapata sababu lazima nilinde. Unajaribu sana kumweka Kolo chini, ila Kolo lazima nimweke. Kolo atakuwa sawa. Nikitoka hapa utajua mimi ni nani. Kuna kiburi, unajua kama si, kama si nini na, na hata udaktari najiuliza daktari ako na roho safi sana aje? mm. wala nitakupa muda Kolo, hmm. Zungumza na Rema hmm. Dakika moja tu hmm. Mweleze kwamba nataka awe mwema hmm. Nimempa nafasi hii ili kumsaidia hmm. Na endapo hataki ni sawa, tutaenda tumweke sawa Petero hmm. Dakika moja tu hmm. Narejea Rema. Mimi sio pumbavu. Ndiye niliyekupa uchizi na nakuondolea uchizi. Nakujali tu, nataka nao utafute shughuli ya kufanya kimaisha. Wacha kupambana na mali ya wenyewe, unanielewa? Kolo waje nikamilishe jambo sehemu hii. Narejea Rehema sukue tu mtu mzuri mara moja. Wewe nani mtu mzuri? mimi nimefanya nini? Ningejua kitambo ulikuwa na mtu mwingine singekwa na. Ngoja utaona, unajua venye nimesumbuka ndio uletwe huko. Kiburu ni wewe na umasikini wako. Haya, hebu nitoke ah, ah. Sasa so, umesema ukitoka hapo nina kunifanyia nini? Utajua mimi ni na kumifanya niutajua wewe ni nani, siwezi kuambia wewe, ngoja uone kenye ama wewe peke unajua mimi na watu wangu. Alafu kwa, kwa nini yako ile ile ile ngoma yangu yenye ulikuwa unasema ti utangusha oh, Nimeanza process, nimeanza. Utajua mimi ni nani, nakuonea tu huruma. Wee huruma, jione wewe na umaskini wako. Una nuka. Acha ni tu ninuke, wenye natusindolukanga nayo hapo nyuma nilikuwa nayo lakini sikujua atakua kama wewe. Okay. daktari ni roho safi sana, naona amefanya mpaka ukarudi tena vizuri. Hey, daktari, si wewe na sasa mwenendo zako mwenendo zako zikuwe vizuri. Nakupiga kelele wala okay. Kolo. Ah. Nimerejea. Nanataka tuondoke sehemu hii hmm. Rema. Kiketi hichi kolo hmm. Utakiweka sawa. Hmm. Ukikunje hmm. Vyema utalitia garini hmm. Twende, nataka twende tumkute Petero yeah. Na wala sehemu hiyo ambayo nitakuelekeza hmm. Ndiko utakapombeba hmm. Mpaka pale oh. Nitakupa na mtu mwingine hmm. Atakayekusaidia kusaidia oh. Chumba chake usifike kule yeah. Wale nitakaokupa hmm. Watambeba na wewe utawaelekeza oh. mpaka chumba fulani utamweka pale. Mimi nitakuja baada ya dakika mbili hmm. nataka tumweke sawa na daktari na huyu na sasa tumu, aende zake Rema kutoka hapa, anajua njia ya kwake hmm. anaweza akatangulia, anaweza akafuata nyuma, aende zake na kabla uende Wacha uhuni, wacha tabia za tamaa Mungu, wacha kukula wanaume pesa Mungu. Mungu sio pumbavu. Mungu ana sababu ya kila kitu, na kwa utu ule nimekusamehe, nenda

litakusaidia kolo. hmm. kunja hili wala, nipeli watazamaji wapendwa, niditi Johni nilivyowaeleza, yupo sehemu ananiangalia mambo kadha wa kadha, kijana wangu wa mkono na wala, yupo katika pia shughuli zake za kuangalia wananchi na kuwajali, na sasa hivi naenda kumtafuta Petero aliko, maana najua aliko. Nataka nimuweke sawa, kisha niendeleze kesi yake na kufikia pale. Kama hujaweza kubonyeza kitufe cha subscribe, bonyeza hicho. Ni diti na nipo ndani ya Johncena Silver TV. korogota mantelelem